Mimi hapa ni mjane, mume wangu alifariki kwa ajali. Baada ya mume wangu kufariki, alikuwa na kesi mahakamani, na hiyo kesi aliwagonga watu Mbezi round bauti. Na mume wangu alikuwa ni dereva, alikuwa ni dereva ndiyo. Mume wangu alisimama akawaambia twende niwapeleke hospitalini, lakini yule abiria alikataa, boda bodaboda alikubali mume wangu akawa anashurika na bodaboda mpaka aliruhusiwa akarudi nyumbani na kabindale magogo ya kutembelea. Baada ya hapo, baada kama siku mbili hivi, wale wakamletea barua yule abiria abiria. Alivyomletea barua ya wito, mume wangu alienda hadi nyumbani kwake siku ya Jumapili akiwemo na marafiki zake. Mume wangu alipofika aliwaambia kwamba nimesikia wito wako kweli. Ule jamaa akamwambia, ndio, tangia nimepata ajali hujawahi kunijulia hali wala hujawahi kunitafuta, na uzionyeshe hizo gharama. Yule shemeji yangu mmoja ndio akamwambia, hivi tusomee kweli. Wakili alitusomea gharama ambazo walikuwa wanahitaji ni mi milioni mia mbili hamsini shangaa pale, mume wangu akaongea akawaambia, mimi mwenyewe siwezi kushika hiyo hela, mbona ni hela nyingi sana. Na shemeji yangu akaongea akasema, ndugu yangu, akukusudia kuwagonga amna mtu anayetoka nyumbani, yaani kwa ajili ya kuja kumgonga mtu, tunaomba msamaha kwa hilo. Akasema, msamaha wako hausaidii kitu chochote, ila tunachohitaji ni hela. Basi yule jamaa akasema, kwani mmejipanga kivipi? Na shemeji yangu ndio akaongea akasema ya milioni tano. Yule mjomba yule shemeji alicheka sana, akasema ndugu yangu hawezi kupokea hiyo hela, hela ni ndogo sana, ana biashara ya kumwingizia laki mbili kila wiki. Akamwambia akamwambia, basi naombeni nisamee pokeni hata kidogo nilichokuja nayo za kesi yele mahakamani. Baada ya kesi kwenda mahakamani, walisikilizwa mara ya kwanza, mara ya pili mahakama ikatumwa kwa ikawatuma wakalete ushahidi wa kudai hiyo milioni 250 kweli, siujani siku ambayo inayopata ambayo ni mara ya tatu kuja mahakamani, mume wangu aliweza kufika mahakamani, upande wa pili wa kufika mahakamani. Baada ya hapo, mume wangu, wakati anarudi nyumbani, naye akapata ajali akafariki. Baada ya msiba nika kama miezi sita, nikaitwa mahakamani, nikaambiwa mume wangu aliacha kesi mahakamani, anahitajika msimamizi wa mirathi. Niliwazungusha mahakamani, nikaambia bado msimamizi wa mirathi hajapatikana, wakapiga tarehe nyingine tarehe nyingine tena nikaenda nikawambia msimamizi wa mirathi bado hajapatikana. Mahakama ikasema kwamba kama msimamizi wa mirathi hajapatikana tutaachia upande wa pili uendelee na kesi yenyewe, basi wakapiga tarehe nyingine. Ile tarehe nyingine nilipo enda nikawambia mimi ndio msimamizi wa mirathi, wakaniambia sasa, kama ni msimamizi wa mirathi basi unabidi uendelee na kesi ya mume wako. Kwani niendelea na kesi ya mume wangu, hiyo siku nilikuwa sina wakili nikawa nilitoka nje ya mahakama nikawa nalia. Kuna dada alipita akaniuliza kwa nini unalia? Nikamwelezea mme wangu alifariki akaacha kesi, kwa hiyo ameniambia mi niendelee na hapa nilipo, sina wakili. Akaniambia kuna wakili taula, kwani nienda taula, nikapewa wakili wakili nimeendeleane, nimeendeleane mpaka hukumu inatoka. Hukumu ilivyotoka wakasema kwamba nimlipe milioni ishirini na mbili. Baada ya milioni ishirini na mbili wakafungua na kesi nyingine, gharama ya kesi, gharama ya kesi, wakasema niwalipe milioni kumi. Kwa hiyo baada ya hapo niliwaomba kweli, nikaambia hiyo hela sitoweza kuipata, lakini mahakama haikuweza kunisikiliza nika, basi ikafika tena mahali wakasema wanataka wauze nyumba, nikawambia nyumba msiniuzie, mi na watoto wadogo, basi baada ya hapo kweli, mahakama iliamua nyumba ikauzwe. Wakaja wakafanya tasmini, wamefanya tasmini nikiwa nyumbani. Kuna kaka moja ya mahakamani alinipigia simu akaniambia mbona nimeona nyumba yako imetangazwa kwenye gazeti. Nikaambia gazeti gani? Kaniambia la Habari Leo. Kweli nikaenda kununua gazeti la Habari Leo, nikakuta kweli nyumba imetangazwa, ambao mnadi litakiwa ifanyike leo, tarehe tarehe kumi na tatu mwezi huu wa tatu na nikiwa nakuja huku, mdogo wangu alinipigia simu, wakaniambia nyumbani wamekuja watu wa mnada, nyumba inapigwa mnada kweli. Kiongozi alinisaidia wakampigia mdogo wangu nyumbani, wakaongea na wao, ndo wakasitisha mnada nyumbani <coughs> kilichofanyika, jambo lake lilikuwa mahakamani. Sasa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kushirikiana na Tanganyika Law Society TLS, tumekwenda kufanya na kuweka pingamizi. Kwa mtu wa kawaida mpenda masifa angeweza kusema hakuna kuuza nyumba hiyo, mimi kama mkuu wa mkoa, mimi kama mtendaji wa kijiji nasema, lakini kumbukeni mahakama ni chombo kinacho kitegemea na kinapingwa kwa mahakama, si umeelewa? Kapo kulikuwa nje ya muda, lakini tumpeleka maombi maalum, na leo kuna dalali amekwenda kwenye ile nyumba pale, ambaye ametumwa kuja kuuza ile nyumba. Mkuu wa wilaya uko hapa? kwani hapa mkuu wa wilaya wa Ubungo, nipelekeni salamu ile nyumba imeshawekewa pingamizi la kutokuuzwa. Akiendelea kuonekana pale atauzwa yeye. Na hili naomba mwambie mkuu wa wilaya Mheshimiwa Twange, kuanzia leo nyumba ile ikalindwe mpaka hapo mahakama itakapoamua vinginevyo. Akiendelea kuwa pale atauzwa yeye na nyumba itabaki na mama huyu atakuwa salama. Sijui umeelewa mkaka mtuma. Pia mkuu wa wilaya aende pia kwa yule bwana aliyegongwa na yeye, wakazungumze naye. Haya mambo huwa ya maruizi kwa nguvu za namna hiyo, kwa sababu ungeweza kufa, ungeweza kufanyaje? Juzi pale Kariakoo wale watu walijua wangekufa, lakini watu zaidi ya 30 wakawa maiti pale sijui mnanielewa. Kwa hiyo aliyepona kapona, aliyekufa kafa, na sote ndio njia moja. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais Samia, sisi anapotutuma tuje kuwa viongozi, moja jambo tunataka kulifanya ni kusimamia haki za watu, na hiki naomba mnielewe, kwa kuwa kilichoamua ilikuwa ni mahakama. Mahakama haipingwi kwa porojo kwa maneno ya mtaani mahakama haiamuliwi. Kichofanyika kupitia uongozi wa TLS kwa ndugu yangu advocate Mwabukusi walipoiona na ofisi ya mkuu wa mkoa tukashirikiana k kuweka pingamizi ili kwanza nyumba isiuzwe. Ingeuzwa nyumba kwa kweli, kwa, kwa umoja huu tungesema tunawashukuru sana mahakama, ila tungeenda kujenga nyingine ya mkuu wa wilaya huyu au ya mkurugenzi leo hii ningetengua na yeye ningemweka ndani kwa kibali cha rais. Lakini kwa kuwa ni mahakama, naombeni tuwe na usikivu na utulivu. Mahakama itapingwa kwa mahakama, mwanasheria atapingana na mwanasheria mwenzie. Kwa mimi kama mkuu mkoa, sipingi maamuzi ya mahakama, bali nawaweka wataalamu wa sheria wakazungumze kimahakama ili mama huyu abaki na kile kilicho chake.